Lakini viongozi wa dini msijivishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna, hakuna. Tutakwenda kwa Katiba na sheria ya nchi hii, hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Madhehebu ya dini na wafuasi wao, ubora wa dini uko mioyoni kwetu. Wale wanaoamini ndo wanajua ubora wa dini yao. Hakuna overriding hapa, kwamba mimi dini yangu ndio ita override Tanzania na tamko nikilitoa ndio hilo hilo, na hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa, matamko manane yametolewa na teke manane, lakini ukenda chini chini, wenyewe wenyewe wenyewe wanapingana, wenyewe wenyewe wanapungana, kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwa hiyo niseme kwamba Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu, tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupaswi hata kama aliyepo juu ya serikali humtaki.